Kwenye michezo Gor Mahia imepanda kileleni mwa ligi kuu nchini baada ya kuilaza Kariobangi Sharks bao nne kwa moja katika uwanja wa Kasarani. Kogalo waliutawala mchezo kutoka mwanzo na kupata mabao mawili katika kipindi cha kwanza kupitia kwa Ben Stanley Omondi na mshambulizi Ebeneza Odukwai. Sharks walirudisha bao moja kwenye kipindi cha pili kabla ya Samuel Kapen na Felix Olwoch kufunga kazi kwa bao la tatu na nne mtawalia kwa Gor kwenye dakika za lala la salama. Kutokana na ushindi huo, sasa Gor waliocheza mechi 13 wana jumla alama 20 sita mbili zaidi ya Kakamega Homeboys, FC Leopards na Tusker wenye alama 24 Afrio <Afri>. jaribu acrobatic ile, alikuwa na nafasi namna ya kufunga goli hilo, amepenyeza pass kwa Felix Ocociboyaeli